Kaka, hauruhusi kutumia kitu chochote hapa bila kulipia. Tafadhali naomba pesa ya vinywaji. Dada, unafikiri inaweza kuondoka bila kulipia? Au hapana, sijamaanisha hivyo, ila huo ni utaratibu wa hapa. Mbona mwenzako aliyeleta hivi vinywaji hajadai pesa? Yule anahudumia tu, ila mimi ndo ninapokea pesa. Hata hivyo nilitakiwa nipokee pesa kwanza ndo uletewe vinywaji, kwa sababu sasa hivi haturuhusi kutoa kitu chochote kabla mteja hajalipia. Dada, mimi sio mgeni hapa. Namaanisha nimekuwa nikija hapa kila wiki, lakini sijawahi kusikia kitu kama hiki. Kwa kawaida nimeshazoea kulipa baada ya kutumia huduma, sasa nashindwa kuelewa, hizi sheria zimeanza lini? Hizi ni sheria mpya? Kaka yangu, hebu naomba mnilipe nikahudumie wateja wengine, maana wateja hamko peke yenu hapa. Dada, acha dharau la sivyo, nitakuripoti kwa bosi wako. Kaka acha maneno bwana. Hebu lipia mimi niondoke, au kama hamna hela ondokeni, maana hapa sio kituo cha kutoa msaada. Wewe dada, hivyo unatuchukuliaje? Kwa mfano, kwa kweli siwezi kuvumilia hizi dharau, lazima nikakuripoti kwa bosi wako. Kama unataka twende, nikupeleke kwa manager sasa hivi, maana naona unataka kutupangia sheria kama vile huu mgahawa ni wako. Huu ujeuri lazima niukomeshe leo. Twende kwa bosi wako taka samahani, hakuna sheria zozote zinazomtaka mteja alipe kabla ya kupata huduma. Nilitaka nikutue pale, kwa sababu mhudumu alileta kinywaji, kuna kitu aliweka kwenye glasi yako, na mwanamke uliyekuwa naye ndiye aliyempa hicho kitu aweke. Unamaanisha huyu mpenzi wangu niliyekuja naye? Ndiyo, Wakati unaagiza nilimwona girlfriend wako akimpa wa yule mhudumu ishara kana kwamba wanafahamiana, na mhudumu alipokwenda kuchukua juisi aliweka kitu kama dawa kwenye glasi yako, japo sina uhakika kama ni sumu au ni kitu kingine. Hivi huyu mwanamke ni nini hiki anataka kunifanyia, wakati kila kitu anachohitaji nampatia? Kwa kweli sifahamu, kaka yangu, labda umchunguze taratibu mpaka ufahamu. Sawa dada, asante kwa ukarimu wako. Yaani wafanyakazi wa huu mgahawa hawajitambui na wala hawatambui majukumu yao kabisa. Kwani ni nini kimetokea? Yaani kuanzia wafanyakazi hadi meneja, wao wote hawajui kujali wateja. Hebu chukua pochi yako tuondoke, bebi. Sasa tutalipia vinywaji bila kunywa hata kidogo, tayari wameshanichefua. Sitaki tena vinywaji vyao. Kama ni pesa tayari nimeshawapa naomba tuondoke, nisije nikaleta vurugu humu ndani. Lakini bebi, ungekunywa hata kidogo, ili upunguze hizo hasira kwanza, ndo tuondoke. Nimesema staki, mbona unanilazimisha? Basi twende nyumbani, usije ukazua balaa hapa. bebi una tatizo gani leo? Mbona unaonekana una mawazo sana. Unjua unanipa wasiwasi cha usiku. Kuna swali inataka kukuuliza na ninataka majibu yaliyonyooka. Uliza tu mpenzi. ulimwagiza yule muhudumu aweke nini kwenye juisi yangu Alex? Mbona sikuelewi. Hunielewi eh? E? Sasa kwa taarifa yako yule mhudumu sasa hivi yupo kituo cha polisi anatoa maelezo. Sasa kama unataka kwenda huko pia endelea kunificha. Alex tafadhali naomba usinipeleke polisi nitakuambia ukweli. Ongea sasa ama unataka nipige simu polisi uje kubebwa sasa hivi? Hapana, usifanye hivyo Alex. Ukweli ni kwamba nilikuwa nikishirikiana na ule muhudumu kufanya uhalifu. Huwa unashirikiana naye kivipi? Mimi huwa napeleka mwanaume pale baa na yeye jukumu lake huwa ni kuweka dawa kwenye kinywaji cha mwanaume nilempeleka, halafu huyo mwanaume akisha kunywa hicho kinywaji mlichoweka dawa. Baada ya hapo mnafanya nini? Baada ya kunywa na kupoteza fahamu, mimi huwa nafanya kama kuwasaidia kurudi nyumbani, kisha nawaibia cha usiku. Kwa hiyo, kumbe na mimi ulitaka kuniibia. Hapana Alex, mimi sikuwa na nia ya kukuibia kwa sababu nakupenda kutoka moyoni, hata Mungu ni shahidi. Unanipenda wakati wewe ndo uliagiza niwekewe dawa? Tafadhali nisamee Alex, lakini wewe ndo ulisababisha. Mimi wala sikutaka kabisa kufanya hivyo. Hivi cha usiku, umechanganyikiwa? Mimi nilisababisha kivipi? Unakumbuka ile siku nilikwambia unisaidie hela ya kodi ukakataa, na ukaniambia hauko tayari kulipia kodi nyumba mbili? Ndiyo, nakumbuka lakini si nilikuambia uhame pale ulipokuwa unaishi ili uje tuishi pamoja kama mume na mke, ukakataa? Nilikataa kwa sababu sikuwa tayari kuishi nyumba moja na wewe kama mke na mume. Ndio maana nikataka kukuwekea dawa ili nipate hela ya kodi, kisha niondoke kwa siri, kwa sababu sikuwa tayari kuingia kwenye ndoa na wewe. Cha usiku, ni ushetani wa aina gani huu umekuingia? Alex, naomba unisamehe mwenzio, ninakupenda sana na pia ninakuahidi nitabadilika. Tafadhali naomba unielewe. Ninachomshukuru Mungu ni kwamba hujafanikiwa kuniibia na kwa kuwa hii ndo michezo yako, lazima nihakikishe unaenda jela ili usiendelee kuibia wanaume wengine.